Huduma tunazozitoa kwa kuzingatia sheria na kanuni zilizopo pamoja na kukidhi vigezo vya ubora wa kimataifa. Mabibi na mabwana, mkataba wa soko huru la Afrika unalenga kuongeza wateja wa huduma au wa bidhaa tulizo nazo, hivyo Tanzania peke yake ni soko ambalo tunajua lina zaidi ya watu milioni 60. Lakini kwa mkataba huu wa jasiriamali tunaweza kupata fursa ya kuwafikia zaidi ya watu bilioni moja na nusu katika nchi zetu za Afrika. Kitu muhimu cha kuzingatia ni namna ya kufikisha bidhaa na huduma hizo zikiwa katika ubora unaokubalika kwa vipimo vinavyotakiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB Foundation, Tuli Esther Mambapa, amesema hatua ya mashirikiano baina ya CRDB na shirika hilo utachochea fursa za kibiashara katika mambo manne. Naye mwakilishi mkazi wa shirika la mpango wa maendeleo la Umoja wa Mataifa, Shigeki Komatsubara amesema fikra hii mpya ya ushirikiano inatoka kwa moja ya benki kubwa nchini Tanzania benki ya CRDB. Ni kutokana na sababu hii, UNDP yanashirikiana na wakfu wa benki wa CRDB ili kuongeza uwezo wa wawekezaji wa benki hiyo hasa barani Afrika. Uwezeshaji huu umefanyika kupitia miradi mbalimbali chini ya program, ikiwamo Imbeju Ng'ara ambayo ni mahususi kwa ajili ya uwezeshaji na mafunzo kwa wanawake, Imbeju Buni kwa ajili ya biashara changa za vijana, na tukisema vijana ni wote wa kike na wa kiume, na Imbeju Kilimo kwa ajili ya wakulima yani small holder farmers, ambao tunawawezesha kwa kushirikiana na wabia mbalimbali nchini kote. Naomba kipekee tuwashukuru washirika wetu ikiwamo UNDP UNFPA, GIZ, Tanzania Breweries Limited, Costec, ICTC, TCDC, WRR, TMX, TWCC, Care International, ICAP Tanzania, Benjamin Mkapa Foundation, SUGECO, Buta, Vikoba Bwe Mwe Kilimbweni na wengine wengi ambao tunashirikiana nao katika kutekeleza programu hii ya Mbeju. Mheshimiwa mgeni rasmi, programu hii ya uunganishaji wa wajasiriamali na fursa za soko huru la Afrika ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wetu wa kukuza ujumuishi wa kiuchumi kupitia programu yetu ya Mbeju. CRDB Bank Foundation ina jukumu la kuwajengea uwezo capacity building wajasiriamali kwa kuwapa elimu ya fedha, mafunzo ya usimamizi na uendeshaji biashara, pamoja na kuwapatia mitaji wezeshi itakayowezesha kunufaika na fursa za AfCFTA. Pamoja na kuwa leo ndio tunazindua rasmi utekelezaji wa programu hii, tayari mheshimiwa mgeni rasmi ulishaanza, na mpaka sasa tumepiga hatua kubwa. Mchakato wa kuwatambua na kuwaainisha wajasiriamali watakaoshiriki katika programu hii tayari ulishafanyika katika mikoa 18 ambapo zaidi ya wanawake wajasiriamali mia sita wamechaguliwa na kuanza kupatiwa mafunzo. Tayari tumeshafanya mafunzo kwa washiriki mia tatu kutoka mikoa ya Arusha, Manyara, Singida, Kagera Mwanza, Iringa, Mbeya, Ruvuma pamoja na Songwe. Na leo hii, Mheshimiwa mgeni rasmi hapa, tunakwenda kutoa mafunzo kwa washiriki kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Mtwara, Pwani, Tanga na Zanzibar. Mheshimiwa mgeni rasmi, uzinduzi wa mpango huu ni hatua muhimu sana kwa CRDB Bank Foundation katika kutekeleza azma yetu ya kuhakikisha kuwa wajasiriamali wa Kitanzania hususan wanawake na vijana wananufaika na kushiriki katika uchumi wa Afrika kupitia AfCFTA. Tumemsikia kiongozi wetu ya UNDP, uh, Mr. Shigeki ambaye yeye ni mchumi na ni mbobezi sana katika masuala haya ya kuwawezesha wanawake kiuchumi ametueleza jinsi uchumi wetu unavyotegemea kukua mara mbili ya tulivyo sasa katika kipindi kifupi sana. Hii inatupa tumaini ya sisi ambao tumeanza mchakato huu sasa hivi na sisi kuweza kukua pamoja na uchumi wetu unavyokuwa. Kinachotakiwa kwetu sisi wanawake ni kujiamini, ni